kongamano wanasema eh, kongamano la mama wanatoa msimamo wa kuhusu uchaguzi wa mwaka elfu mbili na ishirini na tano wanamsifia mama Samia wanasema anaupiga mwingi na mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano awe tena rais wa nchi hii hao watu ni wasomi wa vyuo vikuu wagalatia tatu moja inasema enyi wagalatia msio na akili ni nani aliyewaloga na, na mimi leo nikiwa hapa hisimani Naomba niwaulize hao wanafunzi wa vyuo vikuu walioandaa ile kongam, kongamano hapo Dodoma mjini kwamba, enyi mnaojiita wasomi wa vyuo vikuu, ni nani aliyewaloga? Leo mnaandamana, leo mnaandaa kongamano la kumsifia Rais Samia. Mkishamaliza miaka mitatu, miaka minne vyuo vikuu, mkirudi mtaani hakuna ajira. Taasisi ya Policy Forum inasema kwa mwaka kwenye soko la ajira, vijana wanaoingia kwenye ajira ni milioni moja, na wanaopata ajira ni vijana kati ya elfu arobaini mpaka elfu hamsini Taifa hili kwa kila mwaka wanaingia vijana kwenye soko la ajira mtaani zaidi ya laki tisa na hamsini, ambao hawana kazi yoyote. Mnamaliza vyuo, mnaenda mtaani, hamna kazi yoyote. Anasimama Waziri Mkuu wa taifa hili anasema nyie vijana mnashindwa kuajilika kwa sababu hamna ujuzi, mnapaswa kwenda VETA. Yani, mtu kasoma ualimu, unamwambia aende VETA ndo aajilike. Sasa kuna kuna yani kufundisha Kiswahili na kwenda VETA kuna mahusiano gani? Halafu nyie mkiwa vioni mnaandaa kongamano la kumsifia rais. Malizeni vio vikuu, njoni mtaani, mtakosa ajira ndo mtakumbuka hicho mnachokifanya ni upumbavu. Mheshimiwa, makamu mwenyekiti na vijana wa Isimani. Juzi tarehe ishirini na saba, kuna mtu anaitwa mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali ametoa ripoti yake. Huyu mkaguzi wa hesabu za serikali hajateuliwa na Chadema, sio mtu anayefanya kazi na Chadema. Hii CCM imeishiwa nguvu na hawana uwezo wa kufanya lolote kuhusu maisha yenu. Huyu mkaguzi wa serikali ni wa kwao, wao wawo. sio wa Chadema yani wameficha yote mpaka wameona wamefika level ambayo kuna mengine wameona ngoja tu yatoe haya madogo tu ndo watu wayajue. Mkaguzi wa hesabu za sa serikali anasema amebaini dawa na vifaa tiba vyenye thamani ya bilioni 12.44 vimeharibika kutokana na ucheleweshwaji wa matumizi na ununuzi wa dawa kwa kiwango bila kufanya tathmini ya mahitaji halisi ya. Yani kuna watu hapa migoli kuna watu hapa Isimani mnakosa dawa, wakina mama ukienda hospitalini mnaambiwa lazima si uende na mkasi, lakini mkaguzi wa hesabu za serikali anasema viko vifaa tiba vimefungiwa tu kwenye bohari, watu wameshindwa kwenda kuvichukua kuwaletea wananchi, vyenye thamani ya bilioni 12.48 vimeharibika. Ukikutana na mtu anasema mama anaupiga mwingi, mwambie ewe mwana Isimani, usie na akili, ni nani aliyekuloga?